Unadhani utaendelea hivi Nehema? Haya mazoea ya kuchelewa kuleta maji. Mama yako akiwa kaburini, hapa hakuna mtu wa kukuinua tena, siyo kama zamani. Nenda ukamwamshe mama yako huko kaburini, aje atoke na atakufanyia kila kitu. Tumeshaichoka hiyo hali yako msichana. Ukumbuke hapa hakuna huruma tena. Hebu fikiria hii Msichana mdogo, uso wake umejaa vumbi na machozi yaliyokauka mashavuni, amerudi nyumbani akibeba mtungi wa maji mkubwa mara tatu ya uzito wake. Hana mama wa kumpokea, hana babu wa kumfariji na hana baba wa kumlilia. Kwa nini? Kwa sababu mama yake alipata ujauzito akiwa kidato cha tatu na kijana aliyemharibu alitoweka kama upepo. Alilelewa na babu na bibi yake waliompenda kwa dhati, lakini sasa wote wawili wameaga dunia, na sasa msichana huyu Nehema analelewa kwa jina tu ndani ya nyumba ya mjomba wake na mkewe mkali anayemdhihaki kila siku: hapa hakuna mama yako. Nenda ukamfufue kaburini aje akubembeleze. Maneno makali anamchoma moyo kila anapokumbushwa kuwa hana mzazi. Hii si hadithi ya kawaida. Hii ni safari ya maumivu, mateso, lakini pia ni hadithi ya matumaini. Usikose hata sehemu moja maana Nehema atakufundisha maana ya kuvumilia, kuamka na kushinda hata pale dunia inapokuacha. Nehema alizaliwa katika kijiji kidogo kilichozungukwa na vilima vya kijani na mito midogo iliyochangamka kama roho ya mtoto. Alizaliwa katika mazingira ya mshangao, huzuni na tumaini katika wakati ambapo mama yake, Irene, alikuwa bado msichana mdogo, mwenye ndoto nyingi lakini maisha yakampangia tofauti. Irene alikuwa mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya wasichana ya mkoa. Alijulikana kwa tabia yake njema, bidii darasani na upole wake wa kupendeza. Walimu walimpenda sana na kila mara waliweka matumaini makubwa kwake. Alikuwa mfano bora wa mwanafunzi mwenye nidhamu, anayefuata sheria na anayefanya kila awezalo kufanikisha ndoto yake ya kuwa mwalimu wa sekondari. Lakini kama ilivyo kwa wasichana wengi wa umri huo, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida alipopata rafiki mpya wa kiume. Alikuwa kijana kutoka shule ya jirani ya wavulana, mwenye tabasamu la kuvutia na maneno matamu yaliyojaa ahadi za milele. Mapenzi hayo ya ujana yaliingia polepole, na kabla Irene hajajua kilichotokea, alikuwa tayari ameathirika kimwili na kihisia. Aligundua alikuwa mjamzito. Habari hizo zilimtikisa, alilia siku nyingi, akihisi dunia inamwangukia. Aliwaambia walimu wake na mara moja akasimamishwa masomo. Alilazimika kurudi nyumbani, sio kama shujaa, bali kama mhusika wa aibu kubwa kwa familia yao. Alipowasili kijijini, wazazi wake walipokea taarifa hiyo kwa hasira kali. Baba yake hakusema neno kwa siku tatu. Mama yake alilia mchana kutwa. Wewe ndiyo tulikuwa tumekusomea, huu ndiyo mwisho wako sasa, baba alitamka kwa ukali, macho yake yakitoa machozi ya hasira. Usidhani utarudi hapa na bado tukubebe mzigo wa aibu hii. Umejiletea mwenyewe. Irene alijua kuwa maisha yamebadilika milele. Alijaribu kuwaomba radhi, kuwaeleza kuwa bado angetaka kusoma baada ya kujifungua, lakini maneno hayo hayakupenya katika mioyo iliyojawa na maumivu na aibu ya jamii. Wazazi wake walikataa kabisa kumlipia tena karo hata akijifungua. Alibaki nyumbani akisaidia kazi za shamba, akisubiri siku ya kujifungua kwa hofu na matumaini madogo. Wakati alipojifungua, alihisi mchanganyiko wa hofu, furaha na maumivu. Alimwangalia mtoto wake mchanga, msichana mwenye uso wa malaika na macho yenye uzuri wa dunia nzima. Alimuita jina la Nehema, kimana yake rehema ya Mungu. Kwa Irene, mtoto huyu hakuwa mzigo, bali alama ya upya, mwanzo mpya katika giza la maisha yake. Irene alipambana sana kumlea Nehema. Ingawa hakuwa na kipato, alijitahidi kutumia maarifa aliyopata shuleni kumfundisha mtoto wake kusoma na kuandika mapema. Alijifunza kushona vitambaa, kupika vitafunwa na kuviuza sokoni, na mara kwa mara alifanya kazi za vibarua mashambani ili kuhakikisha binti yake hapatwi na njaa. Nehema alipokuwa akianza kuelewa dunia, alikuwa mtoto mwenye nidhamu ya hali ya juu. Alikuwa mtulivu, mwenye busara kuliko umri wake na mwenye huruma kwa watu wote. Kila alipokwenda watu walimpenda. Alipoanza shule ya msingi, walimu wake waligundua haraka kwamba huyu si mtoto wa kawaida. Alikuwa mwerevu, mwenye kumbukumbu kumbu kali na aliyejitahidi kupita wote darasani. Kila mwisho wa muhula, jina la Nehema lilikuwa juu ya orodha ya washindi. Aliibuka mshindi wa masomo ya Kiswahili, Kiingereza, sayansi na hata hisabati, somo ambalo wanafunzi wengi walilikimbia. Lakini Nehema aliipenda changamoto. Alikuwa na kiu ya maarifa, kiu iliyojaa maumivu ya mama yake, kiu ya kumletea mama heshima ambayo jamii ilimnyang'anya. Walimu wake walimpenda kwa juhudi zake na mara nyingi walikuwa wakimsifia hata mbele ya wazazi wengine kwenye mikutano ya shule. Huyu mtoto anaonekana ataenda mbali, walimu walikuwa wakisema, mama yake amefanya kazi ya ajabu kumlea. Lakini hatima haikutulia muda mrefu. Nehema alipofika darasa la tano mama yake alianza kuugua. Ilianza kwa kikohozi cha kawaida a, kikohozi kilichodumu kwa wiki mbili, kisha miezi miwili. Irene alipuuza akidhani ni mafua au uchovu wa kazi nyingi, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alianza kukonda, macho yake yakajaa weupe, ngozi ikakosa mng'ao wa afya. Hatimaye alilazimika kwenda hospitalini ndogo ya wilaya. Madaktari waligundua alikuwa na kifua kikuu. Ilikuwa tayari imeenea sana. Alilazwa kwa muda lakini hakuwa na pesa ya dawa zote alizohitaji. Alirudi nyumbani akiwa dhaifu na hapo ndipo Nehema alichukua jukumu kubwa zaidi nyumbani. Kila siku baada ya shule alikimbia nyumbani kumfulia mama yake, kumpikia uji, kumletea maji na kumsomea Biblia. Alimshika mkono kila mara alipokuwa akikohoa, akimwangalia macho kwa matumaini, hata wakati macho ya Irene yalikuwa yamejaa maumivu. Mwanangu, na kuomba usikate tamaa, Irene aliwahi kusema kwa sauti dhaifu sana. Kama kuna kitu nitakachokuachia, basi ni jina lako na imani kuwa unaweza kufika mbali zaidi yangu. Siku chache baadaye, usiku wa manane, Nehema aliamka kwa sauti ya kikohozi kikali. Alikimbia chumbani kwa mama yake akamkuta akitetemeka. Alimshika, akamfunika vizuri kwa blanketi, lakini sauti ya mama ilikuwa inakatika. Mara moja, Irene alitoa pumzi ya mwisho mikononi mwa mtoto wake. Giza lilitanda tena. Siku aliyofariki mama yake ilikuwa kama sehemu ya moyo wa Nehema iling'olewa kwa nguvu. Macho yake yalibaki na machozi yasiyoisha na moyo wake uliingia kwenye giza zito lisilo na mwisho. Alikaa kimya kwa muda mrefu akikumbuka kila neno mama yake aliyowahi kumwambia, kila tabasamu, kila kumbatio. Alilia mpaka sauti ikamkatika. Alilia mpaka macho ya kauma. Alilia mpaka hata jirani aliyezoea kumwona akitabasamu alishindwa kumtuliza. Kila kona ya nyumba yao ndogo ya udongo ilijaa kumbukumbu za mama yake, ya harufu ya uji aliyokuwa akimpikia, vitenge vyake vilivyokuwa vikining'inia dirishani. Hata ndimi za moto zilimkumbusha jioni walizokaa pamoja. Mazishi yalifanyika kwa haraka kama ilivyo kawaida kijijini. Hakuamini kuwa jeneza lililokuwa mbele yake lilikuwa likibeba mtu aliyemjua kwa undani, aliyempenda kwa moyo wote. Nehema alikaa karibu na kaburi muda mrefu, hata baada ya watu kuondoka, akizungumza kimya kimya, kama mama yake angesikia. Hakutaka kuondoka, hakutaka kuukubali ukweli, lakini maisha hayakusimama kwa maombolezo. Baada ya msiba, Nehema alichukuliwa na babu yake na bibi yake upande wa mama. Wazee hao walikuwa wanyenyekevu, wapole na walimpenda sana mjukuu wao ingawa hawakuwa na mali nyingi, walimpa kila walichoweza: ii mapenzi, chakula cha kutosha, na mazingira ya utulivu. "Usijali mwanetu, tuko hapa kwa ajili yako," bibi yake alimwambia siku ya kwanza alipowasili. Babu yake, mzee mnyamavu lakini mwenye busara, alimpatia nafasi ya kulia na kuzungumza kila alipotaka. Walimwelewa, walijua kwamba maumivu yake yalikuwa makubwa kuliko maneno. Kwa muda mfupi, Nehema alianza kupata tena tabasamu. Alirudi shuleni baada ya wiki kadhaa na walimu wake walimpokea kwa upendo mkubwa. Ingawa macho yake yalionekana kujaa huzuni ya kudumu, alirudi kwenye nafasi yake, nafasi ya kwanza darasani. Alitumia masomo kama njia ya kuponya majeraha ya roho. Lakini hatima haikumwacha. Siku moja ya Jumamosi, babu na bibi yake walimchukua kwenda sokoni katika kijiji jirani. Walitembea pamoja wakicheka, wakibeba vikapu vya mihogo, mboga na viazi. Nehema alifurahia muda huo, iu muda wa familia ambao alikuwa ameukosa kwa muda mrefu. Wakiwa wanarudi nyumbani jioni, walipanda gari la abiria maarufu kama matatu. Ilikuwa imejaa watu lakini walikaa pamoja kwenye siti ya mwisho. Safari ilianza vizuri lakini walipofika katika kona moja kali ya barabara kuu, dereva alipoteza mwelekeo kutokana na mwendo kasi na breki zilizoshindwa. Matatu hiyo iliteleza, ikagonga mti mkubwa kando ya barabara na kupinduka mara tatu. Sauti za vilio, majeraha na damu vilijaa kila upande. Nehema alipoteza fahamu kwa muda. Alipoamka alijikuta katika hospitali ya wilaya akiwa na bandeji kichwani na maumivu makali kwenye mkono wa kushoto, lakini si maumivu hayo yaliyomuumiza zaidi, bali maneno aliyosikia kutoka kwa nesi aliyekuwa karibu: pole sana mtoto, babu na bibi yako hawakuweza kupona. Eh, alihisi dunia ikizunguka, macho yalimtoka machozi bila hata kulia. Hakuamini. Hakutaka kusikia, hakutaka kukubali. Alitaka kupiga kelele, alitaka kusimama na kukimbia kwenda kuwakuta, lakini mwili haukumtii. Alizimia tena. Siku zilizofuata zilikuwa kama ndoto mbaya isiyoisha. Hakukuwa na ndugu aliyekuja kumchukua. Hali yake iliripotiwa kwa serikali ya kijiji na baadaye kwa idara ya ustawi wa jamii. Watu wachache waliomjua walisikitika kwa siri, wengine walimhurumia kwa macho, lakini hakuna aliyejitokeza kumchukua mara moja. Kwa mara ya tatu katika maisha yake mafupi, Nehema alijikuta akiwa yatima, akiwa peke yake kwenye dunia kubwa isiyo na huruma. Baada ya kifo cha ghafla cha babu na bibi yake katika ajali ya barabarani, Nehema alijikuta tena kwenye msalaba wa maisha. Hakuwa na pa kwenda. Serikali ya kijiji kwa kushirikiana na afisa wa ustawi wa jamii waliamua kumpeleka kwa mjomba wake, e, kaka wa marehemu mama yake. Mjomba wake, japo hakuwa mchungaji wala mtu wa heshima kubwa kijijini, alikuwa mtu wa kawaida tu. Aliishi na familia yake, imkewe mkewe Tina na Brian he, watoto wao wawili. Alikuwa na kazi ya useremala ndogondogo ambayo haikuwa na kipato kikubwa, lakini bado aliishi kwa kujidai, akitamani kuonekana bora kuliko uwezo wake. Siku Nehema alipowasili, hakupewa hata glasi ya maji. Mke wa mjomba wake alimkazia macho kama mzigo. Hakukuwa na ukaribisho. Hakukuwa na tabasamu. Karibu tu, mjomba wake alisema, kwa sauti ya haraka kisha akaondoka kwenda chumbani. Nehema akiwa na begi lake dogo la nguo, alipelekwa moja kwa moja jikoni na kuambiwa pale ndipo atalalapo. Kulikuwa na godoro bovu juu ya mbao pembeni ya jiko la makaa. Asubuhi unajua kazi zako, mke wa mjomba wake alimwambia kwa sauti ya amri. Hapa hakuna kulala hadi saa mbili na kama utafikiria hii ni shule ya bweni utashangaa. Kuanzia siku hiyo maisha ya Nehema yalibadilika kwa namna ya kutisha. Alianza siku zake saa 11 alfajiri. Alikuwa akifagia, kuchota maji mbali, kufua, kupika, kusafisha nyumba, ai, kazi zote za nyumbani zilimwangukia. Hakuna aliyejali, alikuwa bado mtoto. Asubuhi baada ya kazi zote, alianza safari ya kwenda shule kwa miguu, akiwa amechoka hata kabla hajafika. Mara nyingi aliingia darasani spika ya kipindi wa kwanza ikiwa tayari inaendelea. Lakini licha ya uchovu na changamoto, akili ya Nehema haikufa. Alibaki kuwa mwanafunzi bora. Kila mtihani, jina lake lilikuwa la kwanza kwenye orodha ya waliofanya vizuri. Watoto wa mjomba wake walimdharau waziwazi. Tina alikuwa na kiburi, Brian alikuwa mjeuri kupita kiasi. Walimdhihaki kila wakati. Walimwita e, mtumwa, yatima na hata kumcheka kila alipovaa nguo zilizochakaa. Mke wa mjomba wake alikuwa mbaya zaidi. Aliwahi kumshutumu kwa kuiba chakula kisha akampiga kofi mbele ya wageni. Mjomba wake hakujali sana kilichokuwa kikitokea. Mara nyingi alikuwa bize na kazi zake au akirudi nyumbani amelewa. Nehema hakuwa na mtu wa kumlilia, hakuwa na mahali pa kutorokea. Alijifunza kuvumilia, kukaa kimya na kuweka ndoto yake mioyoni, ndoto ya kuwa mtu mkubwa. Alipofika darasa la nane, hali ilizidi kuwa mbaya. Aliendelea kufanya kazi kama kawaida. Baada ya kazi zote za asubuhi alikimbilia shule akiwa amechoka, lakini bado alijitahidi. Alijua huu ulikuwa mwaka wa mwisho na fursa pekee ya kuikwepa hiyo nyumba ya mateso. Wakati wa mtihani wa KSPE ulipowadia, Nehema alifanya mtihani kwa bidii na kujiamini. Alikuwa tayari kwa lolote. Aliamini hata akirudi kuosha vyombo, akili yake ingeleta matokeo. Matokeo yalitangazwa mwezi mmoja baadaye, siku ya Jumamosi jioni. Familia ya mjomba wake ilikuwa sebuleni wakitazama runinga. Nehema alikuwa jikoni kama kawaida akipika ugali wa jioni. Mara taarifa ya habari ikaanza. Mtangazaji alianza kutangaza wanafunzi bora kitaifa, he. Mwanafunzi aliyeibuka kuwa bora zaidi kutoka kaunti ya Nyamira ni Nehema Irene kutoka shule ya msingi Kanyekera. Alipata alama 421 kati ya mia tano. Amepewa ufadhili wa masomo ya sekondari hadi chuo kikuu na shirika la watoto wenye ndoto. Mjomba wake alishtuka akatoka kwenye kiti. Tina na Brian walitazamana kwa mshangao. Mke wa mjomba wake aling'ata ulimi. "Nehema gani hiyo?" Brian aliuliza. "Huyo wa jikoni," Tina alijibu taratibu. Nehema hakuweza kusikia yaliyosemwa, alikuwa bado jikoni akihangaika na sufuria ya sukuma. Lakini alipokuja na sahani za chakula, macho ya kila mtu yalikuwa juu yake. Kwa mara ya kwanza, hapakuwa na kejeli. Walimtazama kwa kimya a kilichojawa na majuto na mshangao. Kesho yake alfajiri, mwalimu mkuu wa shule alifika na gari la shirika. Alikuwa amekuja kumchukua Nehema. Tunaenda naye leo, alisema kwa sauti ya mamlaka. Hatakuwa tena mzigo wa yeyote. Nehema alikusanya pochi yake moja ya nguo chache, akaaga kwa kimya. Hakukuwa na hata kimoja cha kumbatio. Mjomba wake aliguna tu. Mke wake alijifanya yuko jikoni. Tina na Brian walijificha chumbani. Miaka ikapita. Nehema aliendelea na shule ya upili akaibuka bora kitaifa. Alipewa nafasi ya kusomea udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi. Alifanya vyema, akahitimu na kuwa miongoni mwa madaktari wachanga waliovuma kwa nidhamu, juhudi na moyo wa kusaidia. Siku moja akiwa kazini hospitalini, jina la mgonjwa mmoja lilimvutia. Alifungua faili na hapo aliona George Nyangera, i matatizo ya moyo, analazimika kufanyiwa upasuaji haraka. Ilikuwa sauti ya maisha ya zamani. Aliposogea kwenye kitanda cha mgonjwa, alimkuta akiwa amedhoofika, macho yakiwa na unyonge. Mjomba wake hakuwa na pesa za matibabu na hakuna aliyekubali kumsaidia. Alipomtazama, machozi yakamlengalenga. Nehema, mjomba wake alijaribu kusema kwa sauti dhaifu, najua nilikosea, najua inajua nilikutesa na kuomba inisamehe. Nehema hakusema neno kwanza, aliandika kwenye faili kisha akasema taratibu, ningesahau ningesamehe, lakini sitasahau. Niliteseka, lakini sikuwahi kukuombea mabaya hata hivyo, leo nitakutibu eu kama mgonjwa mwingine yeyote. Alilipa gharama zote, alihakikisha anapona, lakini hakuishi naye, hakurudi nyumbani naye. Alimsaidia akaendelea na maisha yake. Mwisho wa hadithi hii, natumai umejifunza somo muhimu.